Hello, ndugu zangu wapenzi wa soka, leo sauti yangu naipaza kulitaja jina la lejendari wa soka. Huyo si mwingine ni Abdalla King Kibadeni Mputa, ambaye rekodi yake imegeuka kitendawili kwa wachezaji ambao wamecheza soka la Tanzania kwa miaka zaidi ya 48 tangu alipoandika rekodi hiyo. Rekodi yake ya kufunga hatriki kwenye dabi ya Kariakoo imegeuka kitendawili ambacho kimekuwa kigumu kukijibu tangu alipoandika historia hiyo na rekodi hiyo mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba. Chukua kiti mkaribishe jirani mketi pamoja nami nipate kuwapa dondoo juu ya mfalme wa soka King Kibadeni, na ninayokualika katika kuangazia juu ya makara hii ni mimi Agatoni Benedikto. Wanamkumbuka Abdala King Kibadeni mashabiki mashabi wa soka hususan mashabiki wa Simba wanamkumbuka, kwani ameacha rekodi kadhaa pale Msimbazi Kubwa, ikiwa ni hatrik aliyoifunga katika mechi ya Simba na Yanga ya Julai 19 mwaka alfu mia kenda sabini na saba, ambayo mpaka leo hakuna mchezaji yeyote ya Simba na Yanga aliyewahi kuifikia rekodi hiyo. Pambano hilo lilokuwa la kumi na moja kwa kutanisha wababe wa soka nchini Tanzania, Simba na Yanga, katika ligi iliyoasisiwa mwaka 1965. King Kibadeni alifunga mabao hayo matatu katika ushindi wa kihistoria wa mabao sita kwa sufuri ambao Simba waliweza kuuandika. Kibadeni alifunga mabao yake katika dakika ya kumi, dakika ya 42 na dakika ya 89, huku mengine yakiwekwa kimiani na Jumanne Hasani Masimenti dakika ya 60 na beki wa Yanga Selemani Sanga alijifunga goli katika dakika 20 ya mchezo huo. Ni mwaka wa 48 sasa tangu mwaka 1977, lakini hakuna nyota yoyote wa klabu hizo aliyeweza kuvunja rekodi hiyo ya Abdallah King Kibadeni, richa ya Simba na Yanga kusajili kila msimu mastaa wa ndani na nje ya nchi ya Tanzania, ila King Kibadeni siku zote amebaki kuwa mwamba ambao umekuwa ni mgumu kuuvunja. Wamepita washambuliaji wengi na wenye majina makubwa kama Emmanuel Arnold Okwi nyota wa timu ya taifa ya Uganda, ila katukatu maajabu yake si kama ya Abdalla King Kibadeni. Alitaja jina la Medika Gere, alicheza klabu ya Simba kwa mafanikio makubwa, lakini kitendawili cha King Kibadeni hakuweza kukitegua kamwe. Fiston Kalala Mayele pamoja na wafundi wake wote na uweza kuzifumania nyavu, lakini kamwe hakufikia wala kuivunja rekodi ya King Kibadeni. Wengi wamekuwa wakiishia kufunga mabao mawili na miongoni mwao ni pamoja na Maxim Pianzengere wa klabu ya Yanga ambaye alipachika mabao mawili kati ya mabao matano ya ushindi wa Yanga wa tarehe tano mwezi Novemba mwaka 2023 ila mabao hayo mawili hayakutosha wala kuisogelea rekodi ya King Kibadeni Mputa. Baada ya kuachana na soka, Kibadeni ambaye aliheshimika kwa uamzi wake na kuichezea Majimaji na baadaye kuwa kocha, alivusha kutoka ligi daraja la nne hadi ligi daraja la kwanza na kupewa jina la Abdala King Kibadeni Mputa, likimaanisha mfalme wa Songea, alianza maisha yake mapya na ajira na kazi yake mpya ilikuwa ni ya umeneja wa uwanja wa Maji Maji FC Songea. Leo hii tutumie msemo usemao kuwa rekodi inawekwa ili iweze kuvunjwa. Pengine tusubiri dabi ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2025, huenda wachezaji kama Profesa wa Bori Pako Mzuzwa Jan Chanzi wa Elimu Panzu Clement Mzize, Prince Dube, Lionel Ateba, Steven Dese Mkwara, Maxi Mpia Nzengeri na wengine huenda wakaingia kwenye shindano na kuweza kufikia au kuivunja rekodi mfalme Abdallah Kibadeni. Lakini maneno haya yamekuwepo na yameishi kwa takribani miaka 48, ila macho yako na macho yangu yatakuwa shuhuda kwa michezo ya siku za usoni, pengine yanaweza katokea kutokea. Na nifike tamati kwa kusema kuwa asante kwa kuisikiliza sauti yangu. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Langu jina ni Agatoni Benedikto. <tipulio>